Hello, karibuni tena katika YouTube chaneli yetu kama ni mgeni, busa button iliandikwa subscribe. Hii itakufanya uzidi kuwa karibu nasi. Uh, lakini pia wale wenyeji karibuni darasani. Siku ya leo tutakwenda kusuka Afro Kinky ambazo uh, tutazichoma kwa kutumia maji ya moto. Uh, jambo la msingi hakikisha unafata process ambazo tutakuwa tukikuelekeza mwanzo kabisa zigea nywele zako katika sehemu aidha nne tofauti, ili kustaili upande wa mbele kama utahitaji, lakini pia kama hautostaili, tutaenda moja kwa moja kutwisti Afro Kinky zetu ya yeah. Kama ambavyo nilikwambia hapo awali, tutaanza na kustaili upande wa mbele, tutashuka tu tueboebo kawaida kwa wale ambao bado haujajua ni jinsi gani ya kusuka yeboyebo, anaomba agusa linki upande wa kwenye comment hapo, itakupeleka moja kwa moja jinsi ya kusuka yeboyebo kwa wale ambao either ulipitwa na somo la yeboyebo. Lakini kwa wewe ambaye tayari ulikwisha kusoma yes, unaweza uka style kulingana na yote utakavyohitaji, au hata ukafata style ambayo tumeitengeneza sisi kwa siku hii ya leo ya yeah. Wakati waendelea kusuka nywele yetu, naomba nikwambie kwamba kwa wale ambao mnahitaji kujifunza, jamani, karibuni sana Tegeta Azania, karibuni katika chuo chetu, tunatoa mafunzo ya ususi na urembo kwa ujumla, hasa la katika mambo ya saluni, kutengeneza kucha, kusuka, washing and set na vitu vingine kama hivyo. Ada ni shilingi laki tatu, lakini pia ukihitaji mengine zaidi masuala ya fashion na kadhalika, ada yetu ni shilingi laki sita tu kwa muda wa miezi mitatu. Uh, ya darasani lakini mwezi mmoja wa fili. Okay? Yes, kwa kwa wewe ambao unatoka mkoani na unakuja Dar es Salaam, aidha huna pa kufikia, huna ndugu, naomba nikuambie kwamba hostel zipo na hostel zetu ni za kisasa zaidi. Tunawakaribisha sana wapenzi wetu. Kwenye screen unayoiona ni namba ya simu ambayo unaweza kuwasiliana nasi. Yeah. Bila kusahau, wakati tunaendelea kusuka nywele yetu, naomba nikuambie kwamba Instagram natumia Farida Makeup Artist. Kwa hiyo usikose kutufollow kupitia peji yetu ya Instagram. Kumbuka tu kwamba upande mbele na tutatumia rasta ambayo ni either iwe ni Glamo Zanzi kutoka Darling, lakini pia unaweza kutumia Superstar kutoka Darling Tanzania, na Afro Kinky, kumbuka tutatumia kutoka Darling Tanzania, ni nywele nzuri sana ya yeah. Kwa hiyo tuendelee kuisuka nywele yetu kama ambavyo unaona tumisha suka mistari ya kutosha na tumebakiza sehemu ndogo tu ili staili yetu ipate kukamilika kwa siku hii ya leo. Yeah, na kwa wewe ambaye ni mteja wetu tu, tu ambaye unatamani kuja kusukwa na hauhitaji aidha kusoma, tunakaribisha. Tunasuka nywele aina zote. Nywele kama hii ambayo unaiona gharama yake ni shilingi elfu arobaini na tano tu, kila kitu ni juu yetu. Kwa hiyo mteja wetu tunakaribisha sana, we ukija ni, ni kusuka tu, kila kitu kitakuwa ni kwetu, nywele rasta. yeah, pamoja na kusukwa, ada ni hiyo ambayo tumekutajia. Ya, wakati unaendelea ku style upande mbele, naomba nikwambie kwamba kwa kumbuka Afro Kinky utapaswa kuzichambua au utaichambua nywele yako ili upate kuja kui twist. Ni rahisi sana kama utafata maelekezo. Lakini pia naomba nikwambie kwa wewe ambao utafanya mazoezi, usisahau kutuma feedback kutumi kupitia group letu la WhatsApp. Hii itakufanya uzidi kuwa karibu nasi na uzidi kujua mambo mengi mazuri zaidi. Ha, sehemu ya comment pia ipo linki ambayo ukiigusa moja kwa moja itakuleta katika group letu la WhatsApp. Na ha, unawaona jamani, ni wanafunzi wetu kama ambao tunaambia tunawafundisha, eh, na wenyewe hapo darasani wanajifunza kama hivi wanatwisti Afro Kinky. Kwa hiyo naomba nikwambie kwamba mama, dada, kaka, mlezi, mlete mwanao apate kujipatia ujuzi ambao utakuwa ni wa kudumu. Nafahamu kwamba urembo ni ajira jamani, urembo ni fursa na watu wengi sana wamekuwa wakinufaika na mafundisho ambayo tunayatoa. Yes, kwa tuta twist tutatist Afro Kinky kama hivi ambavyo unaona tuta twist nywele yetu yeah. Kwa baada ya ku twist sasa, unaweza ukatumia roller za kali ili kuifanye nywele yako ipate mawimbi, lakini pia kama hauna unaweza ukatumia uzi tu kawaida kisha ukachoma nywele yako na still bado ikawa na mawimbi. Hapo awali nakumbuka nilishoe kuwafundisha jinsi gani ya kutumia rola za kali. Nitawapa leo alternative ambayo sio watu wote mtaweza either kuzipata rola hizo. Kwa hiyo unaweza ukatumia uzi kama hivi ambavyo tutakwenda kuelekeza kwa siku hii ya leo. Kama utakuwa kuna swali sehemu ujaelewa basi usisite kutuandikia katika sehemu ya comment hapo chini. Yeah. Kwa kama ambavyo naona tutaendelea kui tengeneza nywele yetu kwa kutwisti. Ya, unapotwisti make sure nywele yako inakaa vizuri na twisti mpaka mwisho ambapo nywele ya mteja wako itakuwa ime- imeishia, lakini usiishie hapo, itabidi uongeze kidogo tu ili hata wakati unakuja kukata usije ukakata nywele ambayo ni ya mteja wako. Ya, kwa kama hivi ambavyo naona, baada ya hapo tunafunga uzi naku, na kuchoma na maji ya moto kisha tutakwenda kuonyesha ile ambayo itakuwa ni final look kwa siku ya leo. I hope utakuwa umeenjoy the video, lakini pia usisite kuendelea kwa nasi kwa sababu yapo mambo mengi mazuri ambayo unapaswa kuyafahamu kutoka kwetu, na hawa wanaofunga uzi kama unavyoona ni wanafunzi wetu. Tumewafundisha na wameelewa. Ukija kwetu mafunzo ni kwa vitendo, na huu ndio muonekano wetu wa mwisho kwa siku ya leo, upande wa nyuma, upande wa mbele. Mimi niseme asante, endelea kwa nasi kwa mambo mengi mazuri zaidi, bye bye.